ya kwa kwamba wale wamezikwa hapo ndio watapewa neema ya kufufuka kufufuka kwa but the, the place is very expensive but people are struggling to get across there because Yesu atakaporudi, wale ambao watapata neema ya kwanza kufufuka ni hao. Ingekuwa hivi tu atana duo tu ya leo tunafikia, mchungaji wetu mwema, atujalie neema ili tuweze kuwa kweli kondoo wema, na kama alivyotuahidi yeye, atawacha wale tisini na tisa aende akafute yule mmoja. Na kwa hivyo mchungaji wetu sio mchungaji wa mshahara, sisi ni kondoo wa